Kwamba lengo letu la chama ni kuhakikisha kwamba panakuwepo na nidhamu, kuheshimu kanuni, kuheshimu taratibu zetu za uteuzi ndani ya chama chetu. Kwa hiyo inapotokea sisi viongozi uwe wa mkoa uwe wa wilaya, tunakuwa na upendeleo, hatuwezi kutenda haki. Na wakati mwingine niseme nisiseme, kuna viongozi wanatembea na orodha zao iwe kwenye kata, iwe kwenye wilaya, kuwahakikishia watu tatu bora kwamba nitafanya ninalofanya, wewe bwana, kwenye tatu bora hilo usiwe na wasiwasi wasi. Kwa watoto wa mjini wanajua msiaidi sana. Nyie sio waamuzi wa mwisho, mkeka utachanika huo. Lakini ndugu zangu, naomba tujikite katika jimbo letu la Kibaha mjini. Katika upande wa afya, zahanati zimeongezeka kutoka kumi na nne hadi kumi na nane bogotimiza soku mkuza saheli zilizojengwa kwa takribani milioni mia tano na themanini na nne the vituo vya afya vimeongezeka kutoka kimoja hadi vitatu, Kongowe na Pangani vikamilika kwa gharama ya bilioni moja nukta moja ambulance zimeongezeka tulikuwa na ambulance moja lakini katika kipindi cha miaka mitano sasa tuna ambulance tano lakini vitambulisho vya wazee vimeongezeka kutoka elfu tatu kufikia elfu nane na mia mbili lakini bilioni 6.8 zimetumika vimetumika katika kuimarisha kuboresha na kwa upgrade hospitali yetu ya rufaa ya mkoa pale Tumbi na ninyi wote ni mashahidi kwamba sasa huduma ambazo kwa zipatikane pale zinaendelea kupatikana Upande wa elimu, elimu ya msingi, bweni la wanafunzi wenye mahitaji maalum limejengwa shule ya msingi Kanesa kwa milioni 165. Walimu wameongezeka kutoka 788 hadi 1165 kwa maana ya ajira. Shule mpya tisa za msingi zimejengwa kwa jumla ya milioni 2.4, ikiwemo Muheza, Mkoleni, Madina, Zegereni, Sofu, Amani, Kanesa, Saeni na Mtakuja. Kwa kweli, kwa ujumla, tunamshukuru mheshimiwa Koka especially katika jimbo letu la Kibaha mjini tunamshukuru sana tukiangalia sana kwa upande wa sisi wanawake oh. Kwa sasa kwa kweli tumeinuliwa kwa kiwango oh, mkubwa kwa sana eh, tulikuwa tunapata changamoto nyingi kucho oh, tamaii eh, eh, mikopo lakini kwa vile ametugusa kwa kiasi kikubwa, sasa hivi tumekuwa ni msaada mkubwa sana kwa mweshi wetu mbunge jimbo la Kibaha mjini kwa namna ya pekee eh? ni mshukuru Mheshimiwa Dkt. Samia Hasani Suluhu, mbunge pia wa jimbo la Kibaha mjini kwa namna ambavyo wameweza kutekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 na 2025. Ni kwa namna ya pekee wananchi Watanzania kwa ujumla mjione na mjisikie mna viongozi ambao wanaifanya nchi yetu iwe na uhuru na amani.